Umechaguliwa, mwambie jirani yako umechaguliwa na Mungu. E, tumesoma hapa Yeremia moja sura ya tano Yeremia uh, moja 1:5 tano. Mungu anamwambia Yeremia kwamba kabla ya kuumbwa kwa misingi ya dunia nalikujua na kabla hujatoka tumboni mwa mama yako nalikutakasa. Hapo anasema nimekuweka, kuna sema nimekutenga kuwa nabii wa mataifa. Kuchaguliwa na Mungu ni kutengwa na Mungu kwa ajili ya kusudi. Kutengwa na Mungu, Mungu anakuweka kwa ajili ya kusudi fulani. Uko hapo kwa sababu kuna kitu Mungu anataka ukifanye au kionekane kupitia wewe, anakutenga anakuweka say, anakuweka pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Anakuchagua miongoni mwa watu ili wewe ukaonekane na ukamtukuze yeye kupitia maisha yako. Lakini pia kuchaguliwa na Mungu ni kutofautishwa na Mungu. Mungu anapokuchagua anakutofautisha, haui kama wengine. Kwenye Biblia kuna watu wawili, kuna Yusufu Halafu kuna Daudi. Biblia nasema Daudi alipakwa mafuta kuwa mfalme katika umri ule ule ambao alikuwa nao nani? Yusufu wakati anaota ndoto, na wote walikuwa wanaenda kuwa watu wakuu, lakini issue ilikuwa ni tofauti, ni kwamba safari yao ilikuwa tofauti. Biblia inazungumza habari za Daudi, baada ya kupakwa mafuta Daudi aliishi ikulu, alikuwa anampigia mfalme nini? Kinubi, kwa maana Daudi hata kabla ya kuwa mfalme alizoea mazingira ya ikulu, alizoea toileti za ikulu, alijua mjikoni pananukiaje. Lakini kuna kina Yusufu ambao ndio kina sisi, ya kwamba Mungu anatuchagua na tunajua kabisa tunaenda kuwa watu wakuu, lakini maisha yetu hayaeleweka na inafika wakati hatuoni njia. Yusufu aliwekwa kwenye shimo, akauzwa. Alipouzwa akaenda kuwa mfanya kazi, baada ya hapo akaenda kutokea wapi? Gerezani. Kitendo cha kwenda gerezani ilikuwa ni sababu kamili ya Yusufu kukata tamaa kuhusu ile ndoto aliyoyota. Lakini nataka nikwambie, Mungu akikuchagua, bila kujali unapitia nini, kusudi lake litatimia kwenye maisha yako. Na wakati mwingine mambo tunayoyapitia ndio Mungu anatuandaa. Unajua, Mungu alimwambia Samweli wakati anaenda kumpaka mafuta Daudi, alimwambia, mimi siangalii kama wanadamu waangaliavyo wanadamu wanaheshimu watu kwa sababu ya pesa. Wanadamu wanaheshimu watu kwa sababu ya elimu alizo nazo. Wanadamu wili wa kuona umefanikiwa, wanaangalia umevaa nini. Lakini nataka nikwambie Mungu akikuchagua, haijalishi umezaliwa kijijini, haijalishi haujasoma kabisa, utainuka tu. Haijalishi umedhalaulika kwa namna gani, yawezekana utainuka tu mume wangu ana usemi mmoja anasemaga anasema niheshimu tu kwa sababu hujui kesho nitakuwa nani laiti watu wangejua kesho yako wangekuheshimu laiti jirani yako angejua kesho utakuwa nani